wanafaidika na geographical position mm. iliyoko pale wao kuwa pale tu kwamba eh, eh, eh, eh, mmebarikiwa eh. eh. Na mtunze hiyo eh, biashara mm. na amani eh. ndio kila kitu kwamba kabisa. Kabisa. Mkiwa na amani mm. basi mtafanya biashara vizuri mm. na niliwaeleza namna ambavyo tunategemeana mm. kwa maana eh, kukiwa na tatizo Tanzania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 viongozi wetu kule Nairobi pia mm, mm. Sisi tuko available kufanya hivyo, so sisi lazima tuwasaidie waheshimiwa mm. hawa. Yes, kabisa. Kwa karibu sana, kwa karibu sana. Eh.